Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu anakata roho msalabani. Jesus was dying in the the the cross. Maiti zinafufuka. And the people people were being Watu wa kwanza kushuhudia. Who were the first Walikuwa ni wanawake. Amen. Msije mkasema ni maneno yangu. Matthew verse 27 Msije mkasema verse... maneno yangu jamani. You may not think that I'm speaking from my own words. Mathayo 27 mstari wa 55, Biblia inasema palikuwa na wanawake wengi pale wakitazama kwa mbali distance, hao ndio waliomfuata Yesu toka Galilaya na mm kumtumikia miongoni mwao walikuwamo Mariamu Magdalena na Mariamu mama yao Yakobo na Yusufu and, na mama yao and wana wa Zebedayo umesikia hapo, simoni si nani? wala matayo mwenyewe hakuwepo pale, lakini naambiwa alikuwepo. Kina magdalena wanawake Jo walikuwa wako nyuma yake. Wewe ukitaka kujua vizuri, mbele juu kidogo pale, utaona wakati hekalu lilipopasuka, Yesu anakata roho, Jesus, maiti zinafufuka zinaingia mjini wali a ni wanawake kwa sababu wao hawakutaka kumwacha Yesu, mda wote walikuwa nyuma yake, mda wote kila hatua walikuwa na Yesu pamoja pamo, hata Yesu alipokufa. Na walijua pale kaburini kuna askari tena, wameambiwa kwamba walinde salama, ili wanafunzi wake wasije kumwiba. Lakini kwa sababu ya ujasiri ya wanawake, waliamka asubuhi wanachupa ya mafuta, wanaenda kabulini. Wanasema hata kama kuna askari, sisi hivyo police, tunakwenda tunaenda kumpaka Yesu mafuta, hey. hawajari hata ulinzi ulioko pale. Wanafunzi walikuwa wanaume, walikuwa wapi? Wamejifungia ndani Wanaume wamejifungia ndani, wanaogopa kukamatwa, wanaogopa askari. Lakini wale wanawake mashujaa, wao wakapiga mbio, wakaenda pale, wana muaumwe wakasema tunataka kumwona Yesu. Leo unataka wenyamazise, wasiseme ni nani yes ambaye alishuhudia kwamba mle kaburini hayupo? Kama sio wanawake, ndio walikuwa wa kwanza, na ndio waliopeleka habari kwa kina Petro wakati wamejifungia. Awasode zote ndio wa kwanza kushuhudia Yesu amefufuka. Tungejuaje Yesu amefufuka kama waw tungejuaje habari ya ufufuko ni wake, ndio wa kwanza kutangaza habari ya ufufuko. It was the woman who announced it. Amen. Hallelujah. Leo unasema mwanamke, today you are saying that a woman must not preach the gospel of God. Wangeona wakanyamaza kimya. And then na wao wangeenda kujifungia nyumbani kwao na waume zao wakakaa kimya, tungejuaje habari njema kama hii ya Yesu kufufuka? Jesus Christ being resurrected. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. katika kitabu cha matendo ya mitume. Ngoja tuangalie kwanza habari za wanawake nataka tuangalie habari of, za wanawake leo the kutoka thelathini na nane mstari wa nane. Biblia inasema verse 38 verse 8. hmm. mm -hmm. kisha akafanya hilo birika la shaba mm -hmm. na tako lake la shaba shaba hiyo ilikuwa ni ya vioo vya wanawake vyenye kutumika waliokuwa wakitumika mlangoni mwa hema ya kukutania. Walikuwa wanatumika wapi? Mlangoni mwa hema ya kukutania. Ni wanaume wanawake? Was it men? Sasa kama wanawake wanatumika, so now, kwenye mlango wa hema ya kukutania leo nasemaje? the... wanawake wasitumike mwanzo wa umbaji, wanawake wanafanya kazi kwenye hema ya kukutania leo, nasema wanyamaze kimya? Haleluya, amen. Haleluya, amen. Daudi anasemaje katika Zaburi Bwana alitoa neno lake, mm -hmm. Wanawake watangazao habari njema, Bwana alitoa neno lake, wanawake watangazao habari njema, no, neno lake, eh? Wanawake watangaza wa habari njema ni jeshi kubwa. The, the big, big soldiers. Nasema, I'm saying, wanawake wa Betania wanaotangaza habari njema za Yesu Kristo. Hebu mchapieni makofi ya changwe kwa sababu ninyi ni jeshi kubwa. Kila mwanamke wa Betania ana uhuru wa kutangaza habari, yes. Yes. Kila yes. si habari njema. Kila mwanamke ndani ya Betania anayo mamlaka ya habari za Yesu. Kila mwanamke huko ndani ya Betania simamo ukatangaze habari njema njemasimama ukatangaze habari njema. Utakuwa mchungaji, utakuwa sikofu, utakuwa nabii, utakuwa mtume.

Haleluya! kama uko Betania, tembea kifua mbele. Hakuna wa kukuzuia, hakuna jinsia hapa. Hapa wote naona ni watu. Hapa sioni jinsia. Hapa hapa naona ni watu. Kwa sababu Roho Mtakatifu anakuja kwa watu. Hakuna jinsia. Roho Mtakatifu anakuja kwa watu. Hatuangalia huyu ni ni mwanamume, huyu ni mwanamke. Wote ni sawa sawa katika Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tumwangalie Yoeli. Amen. Amen. Sura ya pili mstari wa ishirini na nane mpaka thelathini na neno hilo tutaliangalia tena katika Matendo ya Mitume mbili kumi na saba mpaka ishirini na moja Msiji kasema hayo maneno ya ya Agano la Kale. Don't say that this comes from the old testimony. Yoeli sura ya pili mstari wa 28. Eh, n -huh. Biblia inasema. Ndio. Hata itakuwa baada ya hayo hata itakuwa baada it ya hayo, ya kwamba ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, juu ya wote wenye mwili. Sio wanaume peke yao eh, sio wanawake peke yao. Bwana anasema atamimina roho wake juu ya watu wote wenye nini, wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake, waume you kwa know, kwa wake, ndio watatabiri watatabiri, watatabiri. wazee wenu, wenu wataota ndoto. Uh -huh. Young tena juu ya watumishi wenu mm -hmm. wanaume kwa wanawake katika siku zile nitamimina roho, amesema atamimina roho kwa wanaume. Wanawake hawana mili? Sasa kama Mungu amemimina roho ndani yake, unaanzaje? Unamwambiaje anyamaze kimya? Unaanzaje, unaanzaje kunyamazisha ambaye Mungu mwenyewe ameamrisha kumimina roho ndani yake, alafu unamwambia anyamaze kimya? hajasema atamimina roho tena? Bahati nzuri amefafanua kule mbele Sura ya pili kumi na saba mpaka ishirini na moja. Sura ya pili mstari wa kumi na saba mm -hmm. Itakuwa siku za mwisho asema Mungu. Nitawamwagia watu wote roho yangu mm -hmm. All my spirit in all the people. Na wana wenu na binti zenu watatabiri na vijana wenu wataona maono mm -hmm. na wazee wenu wataota ndoto na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wa wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake mm -hmm. Roho yangu nao watatabiri. Hao Mungu anaenda kumwaga Roho Mtakatifu ndani ya kanisa ya Betania, wote mtakuwa manabii, wote mtatabiri, kila mmoja kwa jinsia yake. Usijiangalie wewe ni mtoto, usiangalie wewe ni na wewe siku moja utasimama hapa na kutabiri. Nina kutangazia leo, roho wa Mungu aje ndani yako, roho wa Mungu aje ndani yako. Wewe ni mwanaume, wewe ni mwanamke, roho wa Mungu anaenda kushuka, kila mmoja akaweze kutabiri. Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu, ndiyo, na ishara katika nchi mm -hmm. chini, damu na moto mm -hmm. na mvuke wa moshi mm -hmm. jua litageuka kuwa giza mm -hmm. na mwezi kuwa damu mm -hmm. kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyokuu na iliyo dhahiri mm -hmm. na itakuwa kila atakayeritia jina la Bwana ataokolewa. Haleluya! Amen. Amen. Hiyo ndio kazi ya roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapomiminwa, roho Mtakatifu anapoingia mahali, ni lazima badiliche maisha ya watu, ni lazima atengeneze mitume, ni lazima atengeneze manabii, ni lazima atengeneze walimu, ni lazima atengeneze wachungaji wa jinsia zote, si mwanaume si mwanamke. Na nasema hata wazee nao wataota ndoto. Watoto wa Filipo walikuwa mabinti mabikila lakini Roho wa Mungu aliwajaa wakawa manabii. Spirit of God was in Bwana asifiwe sana Sasa nataka tuende kwenye maombi. So now we want to go to the prayers. Na leo tunataka kuombea hali ya nchi yetu. Na kwa sababu Daudi amesema wanawake watangazao habari njema ni jeshi kubwa. Ninataka leo wa mama wa Bethania ambao wamekombolewa nataka wapaze sauti kwa ajili ya maombi. Ninataka mama prayers, mmoja asogee mbele ambaye atapaza sauti kutuongoza sisi wote katika kuingia katika maombi.